Karibu katika siku nyingine ikiwa leo ni Septemba 26, 2025, tukiangazia huko nchini Yemen, ambapo ndege za kivita za Israel zimelipua mji mkuu wa Yemen, katika jeshi la ulinzi la Israel IDF ilivyoelezwa kama shambulio kali la zaidi na hadi sasa dhidi ya kundi la Wahouthi. Kwa mujibu wa IDF, mashambulizi hayo yalilenga vituo vya kijeshi, ujasusi na usalama Wahouthi, kama jibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Yemen kuelekea Israeli, lakini mashambulizi hayo yametajwa na Wahouth kama uhalifu wa kikatili. Wizara ya afya ya Yemen, inayoongozwa na kundi hilo, imesema kuwa watu wanne wameuawa na wengine mia arobaini na mbili kujeruhiwa na wengi wao wakiwa ni raia. Picha kutoka Sanaa zinaonesha moshi mzito ukifuka juu ya majengo yaliyoharibiwa vibaya. Maeneo yaliyoathiriwa ni pamoja na wilaya ya Maain na Sabain pamoja na kituo cha umeme cha Dahban. Msemaji wa wizara ya afya, Dr Anees al-Asbahi amesema IDF imelenga kwa makusudi makazi ya watu na miundombinu ya kiraia, jambo aliloliita uhalifu wa kivita wa wazi. Shambulio hili limetokea masaa machache kabla ya hotuba ya moja kwa moja ya kiongozi wa Wahouthi Abdul Malik al-Houthi, kupeperushwa na televisheni yao ya Al-Masirah. Waziri wa Ulinzi wa Israel, Israel Katz, ameandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, kuwa Israel imepiga kwa nguvu malengo ya kigaidi ya Wahouthi, akisisitiza kuwa taifa hilo halitakubali kushambuliwa bila kujibu. Mashambulizi haya mapya yanakuja siku moja tu baada ya shambulio la drone la Wahouthi kujeruhi watu ishirini na mbili mjini Eilat, kusini mwa Israeli. Wahouthi wameapa kuendelea kushambulia Israel wakidai kuwa ni katika kuunga mkono wa Palestina tangu kuanza kwa vita vya Gaza mwaka 2023. 20 Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa nyingine nyingi zinazojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.